Mimi naitwa Joshua Kene Tusumuni, ndio diwani wa kata ya Mwanase kwa wale ambao hawafahamu. Dhumuni la kuitana siku ya leo wafanyabiashara wote wa kata ya Mwanase, dhumuni kubwa la kwanza ni kufahamiana, kwa sababu mimi kama kiongozi wenu, safari ya maendeleo na safari ya uongozi ambao nimeanzisha ni safari ya dhamana ya miaka mitano mbele, nao wajibu wa kuhakikisha wafanyabiashara, kiongozi kama diwani, moja ya majukumu alionayo ni kuhakikisha anapunguza kasi ya umaskini kwenye kata yake. Sasa kupunguza kasi ya umaskini kwenye kata yako ni lazima uungane kuwa nguvu moja pamoja na wafanyabiashara wanaoendelea katika mfumo wa kuleta mabadiliko kwenye kata husika. wadogobande bana mwana mfanyabiashara ndiye anayebadilisha maendeleo. Umuhimu wenu ndio uliomfanya mimi niwaite siku ya leo kwa kutambua mchango wenu kwenye kata yenu ya Mwanase. Kwa hiyo kwa fursa hiyo sasa, kuna wataalamu wengi ambao wapo mbele yenu leo kama walivyojitambulisha kwa majina, lakini tutawapa nafasi kila mmoja aongee alicho nacho. tunaye afisa maendeleo hapa Kazi ya afisa maendeleo ni, ku, ni maendeleo moja kwa moja kueleza nyingine auleaau afisa maendeleo siuleta maendeleo siofa. Kwa hiyo sasa, yupo naye leo atawapa kitu ambacho kinaleta kitakuwa kuleta mabadiliko kwa dhamira yangu mimi ngoni, ambaye atakuwa kauli moja kwa wafanyabiashara wote wa Mwanase. Mimi napenda kuona kila mtu wa Mwanase anatoka hatua alionayo anaenda hatua nyingine. Mimi ndio ndiyo furaha yangu, na ndio maana mpaka nimeleta wataalamu hawa, wengine wametoka mkoani, wengine wametoka wilayani, ni kwa sababu kuhakikisha kwamba watu wa Mwanase wanapata elimu na kuweka mabadiliko ambayo sisi tunatarajia. Kwa hiyo, ndugu zangu, la kwanza nataka tupate uongozi, tupate mwenyekiti wa kuwakilisha wafanyabiashara biashara kata ya Mwanase na vilevile nijue changamoto zenu pia, kwa sababu huenda kuna changamoto ambazo mimi ninazo. Kama muina changamoto, nije naniilomba na jumani lelo eh. Lingine tuchague uongozi wa kuwakilisha kata yetu hii ya Mwanase. Tuko pamoja jamani? Hilo ndio la msingi sana. La pili ningependa sasa kumsimamisha afsa maendeleo wa kata yetu hii ya Mwanase, moja awaeleze fursa ambazo zinatolewa na jamhuri ya muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mama Samia Hassan, si mnaufahamu, lakini mfumo wa mikopo mnaujua banga wa viunga maji kundi haa